Mtazamaji wa Kipalapala Seminary Online TV, karibu katika kipindi chetu cha leo, ambapo leo tutajaribu kuangazia juu ya Juma Kuu. Je, Juma Kuu ni nini? Juma Kuu ni kipindi kitakatifu katika kalenda ya kanisa, ambapo Wakristo wote utafakari na kukumbuka historia ya ukombozi wetu kupitia mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi cha tafakari ya kina ya kiroho tunapotafakari juu ya historia ya ukombozi wetu kupitia msalaba wa Kristo na ufufuko wake, ambapo sisi sote tumepata uzima. Jina hili Juma Kuu lilianza kutumika katika karne ya nne, ambapo kadiri ya mababa wa kanisa kama Mtakatifu Atanasius wa Alexandria na Mtakatifu Epifanius waliamini kwamba katika Wakristo yalikuwepo mambo makuu yaliyotendeka wakati huu wa juma hili, na hivyo wakaanza kutumia jina hili ili kuonyesha na kuelekeza mambo makuu yaliyotokea katika juma hili. Wiki hii kuu au juma kuu ni wiki yenye mkusanyiko wa siku maalum, ambapo kuanzia nzia ya Dominika ya matawi au Jumapili ya matawi, Wakristo huadhimisha na kukumbuka bwana wetu Yesu Kristo alipoingia mjini Yerusalemu na akapokelewa kwa shangwe, wabariki watu kwa amani, watu walimpokea kwa matawi ya mitende huku wakitegemea yeye kuwa mfalme. Kuanzia Jumatatu ya juma kuu mpaka Jumatano, kanisa huadhimisha mafumbo matakatifu katika kutafakari namna ambavyo wakuwa makuhani na Wayahudi Walikuwa wakipanga njama na namna ya kumkamata Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia waliweza kumshawishi mmojawapo wa mitume wa Yesu, Yuda Iskarioti ili aweze kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Alhamisi Kuu, kanisa hufanya adhimisho mara mbili, asubuhi na jioni. Katika adhimisho la asubuhi kanisa huadhimisha misa takatifu ya kubariki mafuta matakatifu ya wagonjwa wakatekumeni na kuweka wakfu krisma takatifu. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na ustahili kupata wokovu wa milele. Katika adhimisho la jioni kanisa hufanya kumbukumbu ya karamu ya mwisho ambapo Kristo ingawa alikuwa bwana na mwalimu alijifanya kuwa mtumishi wa wote, akawaosha mitume wake miguu na kushiriki nao mlo wa mwisho na kuanzisha Ekaristi takatifu ambayo ni kielelezo cha amri kuu ya mapendo. Rejea Injili ya Yohane sura ya kumi na tatu aya ya kwanza hadi ya kumi na tano. Katika kuheshimu hayo aliyoyaweka Kristo, baada ya adhimisho la siku hii Kanisa hukesha na Kristu katika sakramenti takatifu sana ya Ekaristi Takatifu, huku tukiungana kumsifu, kumwabudu na kumshukuru Kristo aliyeyapitia mateso mengi kwa ajili yetu. Ijumaa Kuu ni siku ya kumbukumbu kuu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo aliyapata kwa kuwa mtii kusulubiwa, na hata kufa msalabani. Katika siku hii kanisa huweka mbele ya macho yetu mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, huku tukiheshimu msalaba ambayo ni ishara ya mateso na kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jumamosi Kuu ni wakati wa ukimya, maombi na utulivu mkuu ambapo mwili wa Kristo ulilala kaburini huku ukisubiria ufufuko wake. Ni siku ambapo kanisa hutafakari mateso kifo chake Bwana na kushuka kuzimu, huku likitazamia ufufuko wa Bwana katika kesha la Pasaka. Katika kesha hili kanisa hukumbuka na kuadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye mshindi alipotoka kaburini. Katika kesha hili waamini huwasha mishumaa ambayo ni ishara ya mwanga wa Kristo pia huimba mbiu ya Pasaka kwa fahari kama alama ya kuuheshimu, kuusalimu na kuusimamisha mwanga huo wa Kristo kati yetu. Na pia katika usiku huu kanisa linafurahi kwa kuwapokea na kuwaingiza wabatizo wapya katika kanisa, yaani wakatekumeni. Katika Jumapili ya Pasaka Wakristo husherekea na kuadhimisha kwa furaha kubwa na shangwe kubwa juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda mauti. Ufufuko wa Bwana ni utimilifu wa ukombozi wetu, kwani Kristo aliye mchungaji mwema na aliyeyatoa maisha yake kwa ajili yetu amefufuka na ametufungulia mlango wa uzima wa milele. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20, aya kwanza hadi ya tisa. Matukio yote haya ya Juma Kuu huchukuliwa kama fumbo la Pasaka yanayowakilisha safari ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwetu sisi wa Kristo, kupitia wiki hii kuu, tunakumbushwa kwamba kupitia imani na sadaka aliyoitoa Kristo, sisi pia tunaweza kupata ukombozi na kupata maisha mapya katika Kristo. Tuachane na maisha mabaya ya zamani na tuanze maisha mapya katika Kristo ili tuweze kupata ukombozi.